Ujambo na karibu. Pasta Kanyari amemwambia Uhuru Kenyatta kwamba ana uwezo wa kulea watoto wake na kuna watu wengi ambao hawana au uwezo wa kulea watoto wao, kwa hivyo aende akawasaidie, bali si yeye, kwani ana uwezo wa kulea wanaye. Kulingana na Pasta Kanyari alikuwa na ya kusema: Uhuru. Mimi niko na uwezo wa kusomesha watoto wangu kwa shule yoyote hapa Kenya, ama hata nje ya nchi. Mimi nasikia furaha when I am spending on my kids. Kuna wasanii wamekufa Mount Kenya na familia zao hazina uwezo wa kujikimu, naomba usaidie hao, wachane na hawa wangu, mimi sihitaji msaada Hayo ni maneno ya Pastor Kanyari ambaye amemwambia aliyekuwa rais wa Kenya Uhuru Kenyatta kwamba yeye hakuna uwezo wa kulea wana watoto wake na bali ahitaji msaada wowote kutoka kwake, na amemwambia kwamba huko Mount Kenya kuna baadhi ya wasanii ambao wameaga dunia na au familia zao hazina uwezo wa kulea watoto mayatima ambao wameachwa nyuma na achukue ile jukumu kuwasaidia watoto, bali si yeye. Yeye ana uwezo wa kusomesha watoto wake shule yoyote hapa nchini Kenya, hata kama ni nje ya inji pia anaweza akawapeleka. Hayo ni maneno ya Pasta Kanyari baada ya kusikia kwamba Uhuru Kenyatta angesaidia watoto wake wa wawili ambao walikuwa wameachwa na mama yao ambaye alikuwa anaitwa Beti Bayo. Hayo ndio mambo ambayo yamejiri. Yalangu jina lasalia kuwa maskini Msomi, na lengo langu siku zote ni kuhakikisha kwamba ya kwamba na nakupakulia taarifa kama hizi, ili uweze ukajua ama kujua yale ambayo yanatendeka ndani na nje ya nchi. Kila ambacho nakuomba ni kwamba kisha kwamba una subscribe kwenye channel hii, ili upate uondo kamili kama huu pindi unapojipuka na kutakia kila la heri.